Na katika sehemu yetu ya maisha peupe, kila mkulima anafahamu umuhimu wa mbolea katika kuimarisha mazao yake, lakini mbolea zinazopatikana dukani huwa na bei ya juu na pia kemikali zinazohofiwa kudhuru afya yetu zinapotumiwa kwa muda mrefu. Ni hali hii iliyofanya kikundi kimoja cha kina mama wakongwe kuungana kutafuta suluhu. Stephen Kabuye anatueleza zaidi kuhusu azma yao. Ni kinamama kutoka kaunti ya Kiambu, wengi wao wakiwa wakongwe, wa ambao wa hawana njia nyingine ya kujipatia mapato. Wameungana kuinua hali yao ya kifedha kwa kuunda mbolea ya kiasili. Kikundi hiki kilianzishwa miaka minne iliyopita baada ya kina mama hawa kupata mafunzo ya kutengeneza mbolea hii, na wamekumbwa na matatizo mengi. E, mwalimu akatuambia muko na shamba tukawaambia ndio tuko na shamba. Tukakuja hapa siku moja tukiwa watu wengi, watu 57. Tukakuja hapa tukatengeneza, tulikuwa na mahindi hapa mingi sana, tukangoa hiyo mahindi tukatengeneza hii mbolea. Mbolea hii hutengenezwa kukuchanganya vifaa tofauti kwa vipimo tofauti na kisha kuvifunika kwa karatasi ya plastiki kwa vipindi vitatu vya siku ishirini na moja. Tunatengeneza na majani hii ya nini, ya madisi, na ile miti inaitwa mkema, ile nakauka, na ile mti inaitwa kiruru, na uwezi kuweka nini, ile muti inaitwa mfangi, hiyo ni foison, ni kwake na tukitegeneza na hiyo kitu tena, tunaenda huko kwa kisijio, tunasukua ile nini, tumbo ya ng'ombe, ndio tunaweza kutegeneza naye. Esta Gadoni ambaye pia ni mwanachama wa kikundi hiki analalama kuwa ingawa mbolea hii ni bora kuliko mbolea inayopatikana dukani, tatizo la ukosefu wa soko la kuuzia mbolea hii ndio imekuwa changamoto kuu kwa kikundi hiki

vyombo vya kazi kama vijiko, glavu na viatu vya matope ndio baadhi ya matatizo kina mama hawa wanakumbana nao kila siku. Haja yao kubwa ilikuwa ni kupata mashine itakayowarahisisha kazi yao. Sisi tunataka tusaidiwe na hiyo masini kwanja. Kwa maana hiyo masini tuwezi kufanya kazi msitu bila tunafanya. Hata hii maji tunasota nini? Si unaona maji tunasota? Hiyo tu tunatakiwa ni nini vitamia moja tu. Kama ni masini. Lakini tukisota hivyo tunasota na mkono inakuwa nyi. Kwa maana hiyo masini ikikuja tu lielezo tu ni kuingiza tu kama ile kitu inasiega ni hii kitu ya mjengo. Nikupinduka tu na maji yetu ni kusota tunaweka inaendelea inaendelea. Kwa hivyo tunaweza kufanya kazi kama gunia zisujui kama ni arubaini kwa siku. Mbolea hii imeongeza rotuba katika mashamba yao. Hivyo kuimarisha mazao na pia imekuwa njia ya kujikimu kifedha. Changamoto wanazopitia kina mama hawa ni nyingi, lakini bado wanaotumaini kuwa wakati mmoja juhudi zao zitazaa matunda. Nikiripotia KTN makala ya maisha peupe, mimi ni Stephen Kibui.